Kaanamasaasaautueautulia, ah, haraka ni a nini mzee, wendo mwenye sherehe. <coughs> Ah, eh, na vikombe umebeba za nini? Ah, nini vikombe siko kuna kua na tambla mzee. Ah, ni kikombe usikii? juu uliniambia kuna madem tunaweza enda hivo ni wakunywe watakuwa shereni yako ulitoa. Alafu unaona kisema wapi nduru ya madem, nichukue hii ama ni, ni ah, <laughs> aaile yeah, asioa kile, <laughs> kile kitarumbeta apige chaja ah, si Cha, ndo sina lakini si tunaweza tumia yako Uko na homa, wenda kwanza kwa nyumba, tuwezi enda sherehe. Aona ona na na mwakika, enda kaa kitoto. Uko na homa aje? Kaa mtoto kwa nyumba, rudi, wenda nyumba. Basi enda mzee.